Jana nafikiri ama leo, wabunge walikuwa wanaapa, walikuwa wanakula viapo bungeni. Sasa kwenye viapo, kuna wabunge ambao wawili wanajinasibisha na Uislamu, wamevaa nywele ndefu, mawigi, wamejipodoa na kucha ndefu, wamevaa wakiwa wapo uchi, wamekwenda kuapa wakiwa wameshika vile vitabu, wameshika Qur'ani lakini wapo uchi na mawigi wamevaa, nani? Umeshika Qur'an, wallahu aalam, sijui inawezekana pengine hata wakawa kwenye ada zao. Kama ikiwa mtu anaweza kushika Qur'ani akiwa yupo uchi na mawigi, manake mtu huyu anaweza kuishika hata akiwa kwenye ada yake akawa hajari. Sasa kitu kile nisipokisema naona nitaumwa na nimekiona kimetokea. Kusema ukweli, sisi Waislamu tuna dharau Qur'ani yetu, na wale ambao wasiokuwa Waislamu waifanyaje? Wabunge hao ndio tumewachagua kuwa wabunge wa nchi, kuja kuongoza, na wanajinasibisha kuwa ni mabinti wa Kiislamu, lakini cha ajabu wameishia Qur'ani bila ya heshima na kuipa ile hadhi yake. Ajabu, ukirejea kwenye clip mbalimbali utaona zimekatwa, zimewekwa namna walivyoishika na namna walivyokuwa wanaapa. Wameidhalilisha Qur'ani kule ni kukidhalilisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qurani wa haishikwi vile, Qurani wa haishikwi vile. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema la yamasuhu illa taharun, haishikwi Qur'ani, haiguswi, sio kushikwa, haiguswi sipokuwa na mtu awe katika hali ya utahara. Mtu yuko uchi na nash Qurani. Kwa hiyo hii ni message pia tunawatumia wale wabunge kwamba wanafurahia wako bungeni wanapigwa picha wameshika Qur'ani na nini lakini Qur'ani sio kitabu cha urembo kwamba mtu kashika anapiga nacho picha hivi watu akamtoa kwenye magazeti sio kitabu cha, cha urembo yale ni ni ni maneno ni kalamu Allah. Ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena ndiyo maana unakuta wanashika vitabu wanaapa lakini bado wanakwenda kufanya ufisadi. Unajua ukishika Qur'ani kisha ukaapa kile unachokiapa unatakiwa kutekeleza kile kile kile ni kiapo umechukua baina yako wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ajabu ni kwamba wanaapa na bado wanakwenda kufanya ufisadi wao. Ndio maana wakati mwingine unaona madhila na shida inatokea katika nchi, kwa sababu viapo watu wanakula wanashika Qur'ani, na mwisho wa siku hawatekelezi viapo vyao. Sasa nimeona ni, ni nisipolisema hili nitaumwa na hii message, najua itawafikia wale madada watoke waombe radhi na wamwombe msamaha Allah subhana wa ta'ala. Kwanza wametukosea sisi kama Waislamu, wametudhalilisha, lakini pia wamemkosea Allah subhana wa ta'ala, wafanye istighfar lakini pia waombe radhi kwa kitendo kile, kwa kukidhalilisha kitabu cha Allah subhana wa ta'ala. Otherwise wako baadhi ya watu walidiriki kufanya kama vile kukidhalilisha kitabu cha Allah, wanachukua mikuki wanaweka juu hivi Ulaya. Kilichowakuta Allah subhana wa ta'ala mwenyewe ndio anajua. Yuko mtu mmoja anaitwa Salman Rushdie, ameandika kitabu kinaitwa The Satanic Verses. Kuna kitabu chake kingine amekiandika kinaitwa The Midnight Children. Ameandika vitabu vingi, lakini vitabu vyake vingi anavyoandika anaikashifu Qur'an. Lakini kilichotokea alikwenda akapigwa visu takriban vinne au vitano stejini, akiwa anafanya pre presentation ya kitabu. Lakini aliyempiga visu mpaka leo hajulikani ni nani, wamewatuhumu tu baadhi ya watu, lakini hasa aliyempiga visu hajulikani, kama alikuwa jini, alikuwa nani. Lakini ndio mtu anayeongoza kuikashifu Qur'an, ndio mpigania anaita mpigania haki za watu wanaokashifu Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani usiikashifu kwa kuishika ama kuidhalilisha kwenye upande wowote ule. Mwenyezi Mungu anaweza akakudhalilisha au akatuma majeshi yake anayojua yeye ukadhalilika. Kwa hiyo kama wao ni Waislamu na wamefanya kimakosa, waombe radhi kwa sababu tumedhalilika kama Waislamu lakini pia waombe msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik